Hata nikuulize swali. Eh, eh. Na swali moja. Alafu ukishinda. Hey. Niko na pesa. Hey. Niko na... Niko na pesa. Ndugu yangu, ngoja kwa. Ni ngapi pesa? Niko na pesa. Niko na swali ndugu yangu. Niko na swali. Lakini lakini pesa, pesa. Pesa, niko na pesa. Niko na pesa. Sasa? Sasa. Niko hapa na

pesa ni mingi sana lakini Tunona mina jua. Hii, pesa ni mingi sana bwana. Lakini ndugu yangu, ah nimepata yenyewe. Na ndugu yangu unajua sana mimi. Ah ndugu yangu unajua sana mimi nimekaa huko. Sawa, tunapatana nyumbani tu. Sawa, hata mimi na tutakutana bwana. Sawa, tupatane nyumbani. Brother, eh, kama tako kidogo. Ngoje, wewe pesa nimekutuma. Sasa, brother unajua eh, siku hizi watu ni mabaya. Mimi nikuelezea kwanza. Sikia kwanza brother, nikuambie kwanza. Taka nikuambie.